Mama Samia Suluhu, hawa ndio wajambazi uliwakodisha kutoka nje wakuje wauwe watu wa Tanzania. Hawa ndio wajambazi uliwakodisha wakuje waue watu wa Tanzania. i hey, aezienda hivyo. Mama Samia Suluhu, acha nikuambie, damu damu haiendi bure Ukimwaga damu haiendi bure, haiwezi enda bure, haiendi bure hata kidogo. Mama Samia, nakwambia, huwezi uwa vijana wa Tanzania, huwezi uwa watu wa Tanzania alafu yende hivyo, alafu unatuambia we ni muislamu gani gani? Huwezi uwa vijana na hawa wajambazi. Hakuna askari Tanzania akona ndevu, hakuna hakuna hata kidogo. Alafu angalieni vile hao jamaa wanatembea, angalieni watu wa Tanzania, angalieni vizuri. Hawa ukiwaangalia ni maskari wenu hawa? Hawa sio maskari wa Tanzania, ukweli usemwe. Hawa sio maskari wa Tanzania. Hawa wamekodishwa kutoka nje wakuje waue watu. Na mimi naambia Africa Union, AU kama hamwezi solve hii shida iko Tanzania, hakuna haja ya kuunite African countries, hakuna haja ya kuunite Africa countries, hakuna haja hata kidogo. So chairman wa AU sije anaitwa nani, hii shida iko hapa Tanzania. Should be solved with immediate effect. Hakuna vile mtu anaweza kuwa na raha amekaa kwa kiti ya urais alafu Watanzania wanakufa, hakuna kitu kaa hiyo, hakuna kitu kama hiyo. Na Mama Samia Suluhu wa Hassan, wacha nikwambie, hayo damu umemwaga, aziende bure. Santeni sana watu wa Tanzania. Mimi naitwa William Jao.